Karibuni ndugu wapenzi watazamaji, katika chaneli pendwa hii ya Safari ya Afya. Mimi ni Dr Lucas, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache o kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuendelee kupata taarifa zetu mpya vindi ambapo tunakuwa tuna bado tunaendelea kutazama zao letu pendwa mwani, ama zao la baharini. Zao hili ni zao mahususi sana katika kuweza kutibu magonjwa mbalimbali mbali. Lakini kama utakuwa na uhitaji wa zao hili la baharini, itafadhali sana usisite kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako. Pia zao hili la mwani hutumika kama kinga ya magonjwa yote yaliyoorozeshwa. Kwa mfano wale wote wenye CD4 na wale ambao wanatumia ARV wa lazima wahakikishe kwamba hawawezi kukosa kutumia mwani kila siku, huku ukiambatanisha na dawa zako. Lakini pia ikumbukwe, zao hili la mwani ni mahususi sana katika kuponya tatizo la gesi. Asidi na vidonda vya tumbo, pia huongeza wingi wa mbegu kwa wanaume, kwa wale walioathiriwa na punyeto, pia hata misuli ya uume kulegea, kushindwa kusimama. Tumia zao hili uweze kupata maajabu ambayo hujawahi kuyashuhudia kabla. Pia tatizo la mbegu hafifu au kushindwa kurudia tendo, pia uume kulala wakati wa tendo. Kwa wale watunisha misuli au watu wa jimu, hii huimarisha maso vizuri. Pia hata unene ukupitiliza, au wingi wa cholesterol mwilini. Mwani ni dawa ambayo inasaidia sana katika kuweza ku maintain uzito wa mtu ama unene wa mtu. Pia kwa wale wenye matatizo ya uoni hafifu, pressure, kukosa choo, kisukari mwani ni kimbilio tosha la dawa ambayo itaweza kukusaidia kuweza kutibu matatizo haya kwa ufasaha zaidi. Tuone matatizo mengine kama uvimbe wowote wa ulio chini ya sentimita sita, ugonjwa wa moyo, sikoseli, kwa wale wanaopungukiwa damu, ganzi, kikohozi sugu, tezi dume, hormone imbalance, kuwashwa mwili, kukosa usingizi, kuongeza ute na kukomaza mayai kwa wanawake, matatizo ya kusahau sahau, maumivu ya mifupa pingili mgongo mwilini na miguu, kuwaka moto, upungufu wa madini mwilini, anti aging. Mwani uzuri huweza kutumiwa na rika zote kwa matatizo yote ambayo nimeweza kuyataja hapo juu. Mwani ni madhubuti sana katika kuweza kutibu matatizo hayo. Pengine una shida ama tatizo yoyote, ila kwa hayo ambayo nimeweza kuyaorodhesha, usisite uweze kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili uweze kupata mwani, uwanze hii leo kuweza kuutumia na kuweza kufikia afya bora. Ulikuwa nami Dr. Lucas, tukutane tena wakati mwingine, mwe na nyakati njema.